Tutaendelea kuwaambia watekaji na ninyi viongozi ambao wamwamini, muendelee kujua kwamba watekaji wakubwa ni chama cha demokrasia na maendeleo, na mtekaji mkubwa ndio huyo anayejitokeza huyo, John, huyo John Mnyika, huyo ndio mtekaji. Kuna, kuna, kuna, kuna mtu mmoja anafikiri John Mnyika, John Mnyika ni katekaji, kaliniteka hadi mimi, kwani uongo ako ka John Mnyika. Kama anataka ushahidi, sitakuja kitabu cha Dr. Slaik hapa Kitabu cha Dr Sla hiki hapa, nyuma ya pazia. Kitabu cha Dr Sla hiki hapa, nyuma ya pazia, hiki hapa. Sio sisi, sio sisi, ni Dr Sla. Dr Sla amekuwa, ngoja nikwambie kwanza. Dr Sla amekuwa makamo mwenyekiti wa Chadema Taifa, kwanza hicho cheo cha John eche hicho pili, amekuja amekuwa katibu mkuu wa Chadema Taifa, amekuwa mgombea ubunge na amekuwa mbunge Karatu na amekuwa mgombea uraisi wa Chadema eh E, miaka ya, ya elfu mbili na, na, kumi amekuwa mgombea urais na ndio amewaingizia. Maanaake katibu mkuu wa chadema aliyekuwa na succession kubwa yani, aliyekuwa na success ndani ya chadema aliyefanya vizuri zaidi ndani ya chadema na mgombea ura... ni Dr. Slaa maanaake, leo amekaa chini, ameandika kitabu na ameorodhesha umu wakina John Mnyika wanaofanya matukio ya kuteka Watanzania yani, chadema matukio wanayoteka Watanzania yameorodheshwa umu hadi huyo muhaini vyote huyo kitabu kimeandika. Sasa serikali serikali ya Chama cha Mapinduzi tunaendelea kutukana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwamba vinateka watekaji, wameorodhesha humu kwenye kitabu cha nyuma hapa. Zia, waandishi wa habari, pelekeni hiki kitabu, waende wakakisome kwamba kuna watu wametajwa humu, wakina wakina John Mnyika wametajwa, wakina John Heche wanahusika kwenye matukio ya Red Brigade, kutengeneza Red Brigade hii wateke Watanzania. Na ndio maana sisi, mimi na Kombo hatutaacha hata hii kodi ya Kihancha kijiji cha Kihancha huko Nairobi Kenya, tumepewa na ndugu zao au watu wanaodhalilishwa huko, wamelazwa kwenye sero moja, wakati kwenye majumbani kwao wamedanganywa na wakinaeche, walidanganywa na wakinaeche, waliwaambia maneno matamu, kwamba tujue tunaenda kuchukua dola, sijui kuna kuna pesa zinatoka kwa wazungu huko Uingereza, sijui wapi u, Ujerumani. Kwa hiyo tutawagawia kila mmoja, kijana aliahidiwa kupewa zaidi ya milioni 200. Sasa vijana wakapata, eh, hey, maskini wa Mungu, mimi maskini napata milioni mia mbili. Wamejiingiza kingi, wameacha huko kijiji cha Kiancha. Na ndio maana nawambieni, muda sio mrefu tutakuja kulipua bomu hapa ambayo John Heche. Huyo John Heche, familia yake yuko kule, mke wake yuko kule Nairobi, Kenya. Tutakuja kuzungumza sisi na rafiki yangu Kombo. Kwa hiyo mimi mwisho, naomba alipo popote, rais wetu mpendwa Dr Samia Suluhu Hassan, naomba nimwambie aendelee kuishi kwa moyo na mapenzi akiendelea kuchapa kazi kwa ajili ya Watanzania, na nimwambia hausiki kwenye haya matukio. Sisi tunajua wanaohusika ndio hao wanaojitokeza kuzungumza matukio kila siku, na ndio maana serikali ya CCM haiwezi kuteka vijana wadogo kama wakina Soka. Serikali ya CCM hawezi kuteka wakina Mdude. Kama serikali ya CCM ingekuwa tekaji kwa nini wahangaike na visimizi, wangemalizana na hao wakubwa tu. Eh, si unamalizana tu na Eche? Si unamalizana tu na Lisu? Si unamalizana tu na Mnyika? Kwa nini uhangaike na sisimizi? Kwa hiyo, viongozi wa CCM endeleeni kutembea kifua mbele mkiamini kwamba ninyi ni watenda haki na endeleeni kupiga maendeleo ya Watanzania. Na...